Ni masikitiko yametanda katika kitongoji cha majengo kilichopo kata Hasanga, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe, baada ya mwanafunzi Yosia Benjamin, muhitimu wa darasa la saba katika shule ya msingi Nsala, kufariki dunia baada ya kuparuliwa na kuku. Wakazi wa eneo hilo wameeleza namna walivyopokea tukio hilo na kwamba jambo hilo ni la kusikitisha, na huku wakieleza kuwa mwanafunzi huyo ni moja ya wale ambao walikuwa wanafanya vizuri katika masomo yao. Naye mwenyekiti wa kitongoji cha majengo Mwambene anaeleza kuwa tukio hilo ni la kusikitisha na limeacha simanzi kubwa kwa wakazi wa kitongoji cha majengo. Tukio lililotokea la mtoto kudonolewa na kuku mpaka kupelekea umauti limenishitua sana, nimeshtua wananchi wengi kiasi kwamba kila mtu anajiuliza ni kwa nini kuku amemdonoa mtu mpaka mtoto mpaka amekufa? Ni tukio ambalo limenisikitisha na tumeumia sana, imeleta mtafaruku. Lakini yote kwa yote najua ni mpango wa Mungu ingawa inashangaza, lakini wito wangu ni kwamba tujaribu kujazari, tusiamini sana kwamba eti kwa sababu ni kuku tukaweza kukaa pamoja na mifugo. Tujaribu kujazari, tusisubiri tukio litokee ndipo tuanze kujihaa. Kwa kweli kwangu limenisikitisha sana kama mwenyekiti Siku ya Jumanne amekaa siku ya Jumatano, Alhamisi akapelekwa tu hospitali baada ya kuona maumivu yanazidi. Alhamisi akaonekana kwamba hali imekuwa ngumu na kichwa kinaanza kuvimba ndipo akampeleka hospitali ya Lipa, Lipa mkoa siku ya Ijumaa ya juzi, mpaka umauti unamkuta Jumamosi. Kifo kimepelekea kwamba ndio hii fupu kumdonoa. Baba mzazi wa marehemu Benjamini Makelo anaeleza kuwa alipokea taarifa akiwa kazini kwamba mwanaye ameparuliwa na kuku na baada ya mtoto kuanza kulalamika maumivu ya kichwa, akipewa dawa lakini hali iliendelea kuwa mbaya kadri siku ambavyo zilizidi kwenda hadi alipofariki dunia. Ndawa saa tano, mwanangu akanipigia simu, "Mama baba, nilikuwa nimelala kitandani huku ameniikia na kumparua kichwa, ndipo nikamwambia Alikuweje huyo? Kwa sababu mtoto amepita hapa akawa kawaida tu, nikaamua kama nimwangalie, nikapiga simu kama akachukue nani, alikuwa ni mwizi ama kwa kengele langu, nikapiga simu akaenda kuchukua mtoto ambapo nasema kuku ameparua ama amempia ni karibu na jicho, lakini hapakuonekana jeraha lolote wala tatizo lolote kikuwa naonyesha kwamba kuna miguu ya kuku ameparua pale au jambo lolote linaendelea paa. Baadaye kamtafutia dawa za maumivu, mtoto kaendelea kutumia dawa za maumivu. Naye mwalimu mkuu wa shule ya, ya msingi Nsala Upendo Mgona amesema marehemu alikuwa mtoto mwenye nidhamu na juhudi kubwa katika masomo na shule nzima imepokea kwa majonzi taarifa za kifo chake na kwamba matarajio ilikuwa ni mwanafunzi huyo kufaulu mtihani wake wa darasa la saba. Shule ya msingi sana uh, uh, mwalimu ambaye nilikuwa nikimfundisha huyu kijana wetu ambaye ametotoka marehemu Yosia Benjamin Makewe. Kwa kifupi, huyu mwanafunzi alikuwa ni mtoto mwenye bidii na jitihada kubwa sana kimasomo, hata katika shughuli za nje ya shule alikuwa n

<tum> Marehemu Yosia Benjamin amezikwa mnamo tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi mwaka 2025 katika makaburi ya kitongoji cha Majengo kilichopo kata ya Hasanga, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Mkaisa Mrisho Songwe.